Tuna utekelezaji wa faini ndogo kwa wale ambao wanachafua mazingira kwa makusudi. Uh, ukichafua, ukitupa chupa, ukatupa karatasi, tunakuchaji kuchaji faini elfu hamsini na hapa sasa tumekuja na mkakati. Tumeona kuna changamoto kubwa ya mwingiliano wa shughuli za kisiasa, nataka pale ukimkamata mtu basi tunapata changamoto kidogo, lakini sasa tumeamua kuwashirikisha kaka zetu wa bodaboda na bajaji kwamba uh, kaka yetu wa bodaboda na bajaji tunaamini wao ndio wa kwanza kuamka kwa na wamisho kulala, kwa kupitia wao tunaamini wakiamua kushirikiana nasi kama ambavyo tumewaomba tutakwenda ku maintain usafi katika quality ile ile ambayo tulikuwa nayo tangu kule nyuma, kwa maana akimshika mtu anatupa taka, akimleta kwenye ofisi zetu, kwanza, kama ana simu atampiga picha, atamleta kwenye ofisi za serikali za mitaa ile faini 2025 itakwenda, a 2025 itaingia serikali. Kwa kufanya hivi, tunaamini kwamba mji wetu tutakwenda ku maintain na kubaki safi. Sisi kama manispaa na kama Tanzania tunatekeleza mpango au tunatekeleza dhana ya 3R. Maana yake 3R maana yake ni nini? Ni, ni reduce, afu, reuse, afu, recycle kwa Kiswahili ni punguza uh, tumia tena na, na, na rejeleza. Nini maana ya punguza? Punguza tunapunguza taka ambazo sio lazima kuitumia. Kwa mfano sio lazima, kuna vitu unaweza kaepuka kwa mfano vifungashio. Kuliko kubeba vifungashio vingi au kununua vifungashio vingi, unakuwa na vibebeo ambavyo vinafikia mazingira. Kwa mfano kuliko kuwa na vifungashio vingi, unaweza kwenda sokoni na kikapu. Kikapu unaweza kutumia hata zaidi ya miaka miaka minne mitano, tofauti na mifuko kila siku na mifuko. Lakini vingine ni vifungashio na vibebeo, lakini wakati mwingine vitu ambavyo sio vya lazima kutumia. Kwa mfano unaweza kutumia soda ya, ya chupa ya glasi ambayo itatumika tena, na sio lazima kutumia chupa ambayo ni ya plastiki. Chupa ya plastiki sio rafiki kwa mazingira, na vitu vingine kama mnavyofahamu. Katika jambo lote la utekelezaji, changamoto yani, kwenye mafanikio changamoto kusikane. Changamoto ya kwanza ambayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa tumeweza kumaintain ilikuwa ni ni uharibifu wa miundombinu yetu kwa mara kwa mara, na hii ilichagizwa na, na elimu namna ya kutumia yale magari yetu kwamba yale magari namna yalivyotengenezwa, tuna magari yale ambayo ni vile classic, namna yalivyotengenezwa yanataka hizi taka ziwe zimechambuliwa moja moja, kusiwe na mchanganyiko wa taka. Sasa sisi wa Tanzania tumezoea kila aina ya taka tunaiweka kwenye eneo moja, kwa unapopeleka kwenye zile gari na zile gari ziko selected, tukawa tunapata uharibifu, kwa maintenance yake inakuwa ni gharama kubwa sana. Utakuta mashauri mengi yanaingia bajeti kubwa kukarabati mara kwa mara lakini tumejiendelea kuwapa elimu, lakini tumeanza kununua magari hayako ambayo hayako selective. Kwa mfano, hili gari jipya ambalo tumenunua mwaka huu wa fedha 24/25 hili haliko selective, ili kukizi kwamba ikitokea mtu mwingine amejisahau, basi gari moja likiharibika, tuwe na gari ambalo linaweza